Sizani kama kuna mtu ambaye ana levo ya chini ya uelewa kabisa asielewe maana ya haki, kwa sababu hata haki inatafutwa katika taifa letu, haki inatafutwa katika ndoa, nataje haki yangu. Mtoto anasema nahitaji haki yangu, nitunzwe na wazazi. Maana yake ni kitu ambacho anatakiwa akipate. Bwana Yesu asiwe sana anasema hao wenye njaa ya haki hapo amezungumzia na kiu, lakini mi niko kwenye njaa, niko kwenye kwenye njaa. Anasema hawa watashibishwa, maana yake hakuna mtu ambaye anashibishwa ambaye ana njaa isiyo ya haki. Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu unapojiona haushibi, muda wote una njaa, kaa chini, tafakali njaa ulionayo ni njaa ya aina gani? Njaa ulionayo ni njaa ipi? Kama wewe njaa ulionayo na bado una haushibi, ujue kabisa hiyo njaa siyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana, hiyo njaa siyo ya haki, kwa kuna njaa ya haki. Ni hoja muhimu sana ambayo Mungu anaitazama ni hoja muhimu sana Mungu anaiangalia. Mungu aangalii tu kwamba wewe unahitaji fulani, haangalii tu kwamba huyu mtu anaomba kitu fulani, anatazama, je ni haki? Huyu mtu anahitaji haki, ndicho anachokiangalia. Ndio maana anasema watashibishwa. Unaposema mtu ameshiba, maana yake nini? Ametosheka, hana upungufu maana yake anakipata kile ambacho anakihitaji kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi, anakipata kitu ambacho anasali kupata. Maana yake huyu mtu hana uhitaji tena, anashibishwa, anakaa kwenye hali ambayo haimuweki kwenye kwenye uhitaji. Kwa sababu gani? Alikuwa na njaa ya haki alipokuwa na, na njia ya haki aliposogea katika uso wa Bwana aliweza kushibishwa akaweza kushibishwa. Na ndivyo ilivyo, Bwana Yesu asiwe sana na ndivyo ilivyo hasa. Twende tena Isaya, turudi kwenye Isaya 55 mstari wa pili, tutaelewana tu watu wa Mungu. Ujumbe wangu sio mrefu sana kivile, ni ujumbe mfupi tu, lakini naamini kuna mtu mmoja mungu atamsaidia kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja atamsaidia kwa jina la Yesu, atasaidika. Isaya 55 mstari wa pili neno la Mungu linasema hivi: kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Ninarudia tena, ninarudia tena, nisikilize kwa makini. Isaya sura 55 mstari wa pili, neno la Mungu linasema hivi, kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Anasema sasa hapa, nisikilizeni kwa bidii mle kilichochema, kilichochema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Sasa tunakuja sasa kwenye kiini ambacho tunatakiwa tukitazame, tunaitazama tukitazame kwa umakini, kwa kuna vyakula vinavyoshibisha vinavyo, kuna vyakula vinavyofanyaje? vinavyoshibisha lakini vile vile kuna vyakula visivyoshibisha. Haleluya! ninaweza nikatolea mfano ya kwamba nimekuambia chakula sio kwa ajili ya tumbo tu, bali ni kwa ajili ya kujenga mwili mzima. Sasa kuna chakula ambacho mwingine unaweza kala na tumbo likajaa, lakini huyu mtu hana afya katika mwili wake au mwili wake haupati kujengeka kwa sababu ya mkini anakula ovyo ovyo tu, hali vyakula ambavyo vinaweza vikaujenga mwili, ila anakula cha